Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi. Imetimia saa kumi na mbili kamili asubuhi Afrika Mashariki. Hapa Ujerumani ni saa kumi kamili alfajiri. Karibu msikilizaji, katika matangazo ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, jina langu ni Angela Mdungu. Karibu DW habari za ulimwengu. Kwanza lakini ni habari kwa ufupi, msomaji ni Babu Abdallah. Zaidi ya wakongomani elfu arobaini wamekimbia mapigano nchini mwao na kuelekea Burundi. Shirika la Amnesty International yaishtumu Hamas kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Na Ukraine yatoa mapendekezo mjini Washington, Marekani la kuvimaliza vita kati yake na Urusi. Habari kamili. Kinshasa, kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limetangaza kwamba limechukua udhibiti wa mji wa Uvira, mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo lililotolewa kupitia mtandao wa kijamii wa X na msemaji wa kundi hilo Lawrence Kanyuka limewahimiza wakazi waliokimbia kurejea makwao. Uvira ni mji wa bandari muhimu ulioko kaskazini mwa ziwa Tanganyika, mkabala na mji mkuu wa Burundi, Bujumbura. Mashambulizi ya hivi karibuni ya waasi wa M23 yametokea licha ya makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani na kutiwa saini wiki iliyopita mjini Washington na rais wa Kongo Felix Chisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame. Bujumbura, waziri wa mambo ya nje wa Burundi Edward Bizimana ameliambia shirika la habari la AFP kuwa zaidi ya wa wakongomani elfu arobaini wamekimbia mapigano nchini mwao na kuelekea nchini Burundi ndani ya wiki moja huku mamia wengine wakivuka mpaka kuelekea Rwanda. Kwa mujibu wa makadirio ya awali ya ofisi ya umoja wa mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu Ocha, zaidi ya watu laki mbili wamelazimika kuyahama makazi yao katika mkoa wa Kivu Kusini tangu Disemba tarehe mbili. Kuingia kwa mji wa Uvira mikononi mwa waasi wa M23 kunachukuliwa kuwa pigo kubwa kwa serikali ya Kongo. Vyanzo vya kidiplomasia vya Ulaya vimesema Kongo ina wasiwasi kwamba waasi hao wanaweza kusonga mbele kuelekea mkoa wa Katanga wenye utajiri mkubwa wa shaba na cobalt, kitovu cha uchimbaji madini ambacho ni tegemeo kubwa la uchumi wa taifa hilo. Ukrain imetuma mjini Washington pendekezo lililoboreshwa la kuvimaliza vita kati yake na Urusi, katika wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump ameonekana kuwakosoa viongozi wa Ulaya, ishara mpya ya kuzidi kwa mpasuko wa kidiplomasia kati ya pande hizo mbili za Atlantiki. Afisa mmoja wa Ukrain mwenye ufahamu juu ya maelezo yaliyomo kwenye pendekezo hilo ameliambia shirika la habari la AFP kwamba pendekezo hilo linazingatia kile alichokiita dira ya Ukraine na kwamba limebeba suluhu kwa masuala yenye changamoto. Rasimu ya kwanza ya makubaliano ya amani yenye vipengele 28 iliyotayarishwa na Marekani iliitaka Ukraine kubali kuyaachia maeneo ambayo Urusi ilikuwa bado haijayateka kikamilifu na kuondoa baadhi ya dhamana za usalama kwa Ukraine ilichukuliwa na Kiev na washirika wake wa Ulaya kama kujisalimisha kwa Urusi. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Gaza. Shirika la Amnesty International limeishtumu Hamas na makundi mengine ya wapiganaji wa Kipalestina kwa mara ya kwanza kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu, ikiwemo e maangamizi wakati na baada ya shambulio la Oktoba saba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu lililochochea vita katika ukanda wa Gaza. Katika ripoti yake ya kurasa mia moja sabini na tatu Amnesty International imesema makundi ya wapiganaji wa Kipalestina yalikiuka sheria za kimataifa za kibinadamu na kufanya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu wakati wa shambulizi kusini mwa Israel Oktoba 7 mwaka 2023. Na hatimaye Caracas serikali ya Venezuela imeituhumu Marekani kwa kile ilichokiita wizi wa wazi baada ya Washington kuikamata meli ya mafuta iliyowekewa vikwazo karibu na pwani ya Venezuela. Katika taarifa yake, serikali ya Venezuela imesema itatetea uhuru wake. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW. DW. Dunia yetu leo asubuhi. Katika dunia yetu leo asubuhi, tutasikia kuhusu hali inavyoendelea kwenye mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano kadhaa ya amani yaliyosimamiwa na rais wa Marekani Donald Trump sasa yako kwenye hatihati na tutayaangazia maadhimisho ya siku ya haki za binadamu duniani iliyofanyika jana Jumatano. Utasikia pia makala ya wanawake na maendeleo. Karibu moja kwa moja, tuanze uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia kwa kuangazia mzozo unaoendelea huko mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Congo, ambapo mwenzangu Babu Abdallah ameufuatilia kwa undani, na hii hapa ni ripoti yake. Kundi la waasi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda limetangaza kwamba limechukua udhibiti wa mji muhimu wa Uvira mashariki mwa Kongo kufuatia mashambulizi yaliyoshuhudiwa tangu mwanzoni mwa mwezi huu na siku chache baada ya jaribio la Marekani la kuleta amani. Tangazo hilo lililotolewa kwenye mtandao wa kijamii wa X na msemaji wa M23 Lawrence Kanyuka limewahimiza wananchi waliokimbia kurejea makwao. Uvira ni mji muhimu wa bandari ulioko kaskazini mwa ziwa Tanganyika na ambao ni mkabala na mji mkuu wa Burundi Bujumbura. Mashambulizi ya hivi karibuni ya M23 yamefanyika licha ya makubaliano ya amani yaliyosimamiwa na Marekani na yaliyotiwa saini wiki iliyopita na marais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame mjini Washington, Marekani. Makubaliano hayo hata hivyo hayakulijumuisha kundi la M23 ambalo linaendelea na mazungumzo yake kivyake na serikali ya Kongo na lilikubali mapema mwaka huu kusitisha mapigano, makubaliano ambayo hata hivyo kila upande una utuhumu mwingine kuuvunja. Makubaliano ya Washington yanailazimisha Rwanda kusitisha msaada kwa makundi yenye silaha na kuweka dhamira ya kumaliza uhasama. Wakazi wa Uvira wamesema walisikia milio ya risasi usiku kucha katika maeneo mbalimbali ya mji huo huku ikidaiwa kwamba wanajeshi wa Kongo waliukimbia mji huo kadiri nchi ngali vya makuru makoro akoro hivi tungana teseka tu tungana teseka tu paske makuru kwanza mi niko motari hata ile ma makuru zaba zikamata ndabakia tu motari waniachie tu amani wa ndabakia tu kwa motari. Aidha, uvumi ulienea kwamba gavana wa jimbo la Kivu Kusini naye pia alikimbia Madai aliyoyakanusha waziri wa habari na mawasiliano wa Kongo, Patrick Muyaya amesema katika taarifa kwamba zaidi ya watu mia moja wameuawa katika mashambulizi hayo ya karibuni ya m ishirini na tatu, japo hakuthibitisha moja kwa moja iwapo mji wa Uvira umeingia mikononi mwa waasi. Kwa upande mwingine, waziri wa mambo ya nje wa Burundi, Edward Bizimana Ameliambia shirika la habari la AFP kuwa zaidi ya wa wakongomani elfu arobaini wamekimbia mapigano nchini mwao na kuwasili Burundi ndani ya kipindi cha wiki moja, huku mamia ya wengine wakivuka mpaka kuelekea Rwanda. Kwa mujibu wa makadirio ya awali ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na kuratibu misaada ya kibinadamu OCHA, zaidi ya watu laki mbili wamelazimika kukimbia makazi yao katika mkoa wa Kivu Kusini tangu Disemba tarehe mbili. Asante sana Babu, kwa taarifa hiyo kuhusu hali inavyoendelea huko mashariki mwa Kongo. Katika taarifa nyingine, makubaliano kadhaa ya amani ambayo rais wa Marekani Donald Trump amekuwa akisifia kama uthibitisho wa uwezo wake wa kusuluhisha migogoro sasa yako kwenye hatihati hati, huku mawili kati yao yakionyesha dalili za wazi za kuyumba na kuvunjika ndani ya muda mfupi tangu kutiwa saini. Kuongezeka kwa mapigano katika jamhuri ya kidemokrasia Kongo na mpakani mwa Thailand na Cambodia kumesababisha taharuki ya kimataifa na kuibua maswali mapya kuhusu mustakabali wa juhudi hizi za kidiplomasia. Silvanus Karemera na taarifa kamili. Zikiwa hazijapita hata siku saba tangu Kongo na Rwanda zilisaini makubaliano mjini Washington mbele ya rais wa Marekani Donald Trump, makubaliano ya... kama hatua ya kihistoria ya kumaliza mapigano mashariki mwa Kongo, ghasia mpya zimeripotiwa tena katika mkoa wa Kivu Kusini. Katika hotuba yake wakati wa kusimamia makubaliano hayo, rais Trump alisisitiza kile alichokiita mafanikio ya juhudi zake za kidiplomasia, akitaja uhusiano wake wa moja kwa moja katika kuwashinikiza viongozi wa nchi hizo mbili kukomesha vita. Uh, ukizingalia Rwanda na Congo wamepigana kwa miaka thelathini na moja na kusababisha vifo vya zaidi ya watu milioni nane. Eneo hilo lilikuwa hatari kiasi kwamba watu waliuawa hata kwa kutembea tu kwa mapanga. Nilijiingiza kwenye mchakato. Wanasema wanampenda Trump na walitaka makubaliano ya biashara ikiwemo kutupatia madini adimu. Nikawafahamu viongozi wao na nikawapigia simu nikiwaambia tuumalize mgogoro huu, sitaki chochote hadi vita viishe. Hata hivyo, licha like ya matumaini hayo mapya, mashambulizi yameanza tena. Waasi wa M23 wameongeza kasi ya mashambulizi yao mwaka huu wakiteka maeneo makubwa zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa tangu waanze kuimarika upya na hapo jana wametangaza rasmi kuuchukua mji wa kimkakati wa Uvira. Rwanda imezishtumu Kongo na Burundi kwa kile ulichokiita uchochezi wa vita, ikidai Kinshasa haikuwa na nia ya dhati katika mazungumzo ya amani yaliyokuwa akisimamiwa na Marekani na Katar. Hii ni baada ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi kuishtumu Rwanda kwa kukiuka makubaliano ya Washington. Kwa upande wa Thailand na Cambodia makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotoa saini mjini Kuala Lumpur chini ya miezi miwili iliyopita pia yanaonekana kuyumba vibaya. Taarifa kutoka eneo la mpakani zinadokeza mapigano makali yaliyodumu kwa siku tano mfululizo yakiwaua watu kadhaa na kusababisha zaidi ya watu laki moja kuyakimbia makazi yao. Waziri ya wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio ametoa wito wa kusitishwa kwa mapigano mara moja, akisema kuwa Marekani inafuatilia kwa karibu ukiukaji wowote wa makubaliano ya Kuala Lumpur. Hata hivyo, hali bado ni tete huko Bangkok na Phnom Penh zikilaumiana kwa kuvunja masharti ya makubaliano hayo na kushindwa kuyadhibiti majeshi yao katika maeneo ya mpakani. Wachambuzi wa kidiplomasia wanasema kuyumba kwa makubaliano haya mawili kuna jikita ndani ya mtiririko mpana wa changamoto zinazozikabili jitihada za amani ambazo Rais Trump ametaja mara kadhaa kama mafanikio yake ya kimataifa. Tangu alipoingia madarakani, amejinasibu kuzaa katika makubaliano zaidi ya saba ya kutatua migogoro, kuanzia ule wa Gaza hadi mazungumzo ya India na Pakistan, Armenia na Azerbaijan, Iran na Israel pamoja na mazungumzo kati ya Kosovo na Serbia, lakini mengi ya makubaliano hayo yamekwama, hayajakamilika ya au yamepata misukosuko kabla ya kuanza kutekelezwa ipasavyo. Wakati huo huo, madhara ya mapigano mashariki mwa Kongo yanaendelea kusambaa. Takribani watu elfu thelathini wamekimbilia Burundi katika siku tatu pekee, hali inayoongeza hofu ya kuzorota kwa mgogoro wa kibinadamu. Shirika la kimataifa linaloshughulikia migogoro ICG limeonya kwamba mzozo huo unaweza kuingia katika hatua ya hatari na kuuathiri ukanda mzima wa maziwa makuu. Vivo hivyo mashariki mwa Asia, kuongezeka kwa taharuki mpakani mwa Thailand na Kambodia kuna kuchochea mfurulizo mpya wa vurugu zinazoweza kuathiri utulivu wa kikanda. Tukiachana na ripoti hiyo tuangazie sasa haki za binadamu ulimwengu. Jana uliadhimisha siku ya haki za binadamu, huku kauli mbiu yake ikiwa inausisitiza umuhimu wa jinsi haki za binadamu zinavyoelekeza maisha ya kila siku, kwamba ni muhimu na zinaweza kutimizwa. Siku hiyo huadhimishwa ikiwa kipindi cha kampeni ya siku kumi na sita za kuielimisha jamii kuhusu ukatili wa kijinsia kimefika kikomo. Wakati huo huo, ripoti ya mwaka ya Desemba elfu mbili ishirini na nne hadi Desemba elfu mbili ishirini na tano ya tume ya taifa ya haki za binadamu nchini Kenya imebainisha kuwa dhiki za kiuchumi zimechangia kwa kiasi kikubwa kuwakosesha usingizi raia, ukosefu wa usalama na vurugu kwenye sehemu mbalimbali mbali za nchi. Telma Mwadzaya anaarifu zaidi kutoka jijini Nairobi. Kwenye kongamano la kilele lililofanyika kwa mara ya kwanza barani Afrika, Shirika la kimataifa la wanawake wa vijijini limetoa wito wa kuchukua hatua za ziada kupambana na jinamizi la ukatili wa kijinsia. Akizungumza kwenye ufunguzi wa kongamano hilo lililofanyika kwa njia ya kidijitali, Judith Juma, wakili na naibu rais wa shirika la kimataifa la wanawake wa vijijini ACWW, alisisitiza kuwa safari bado ni ndefu. Tumeona hatua, ufahamu umeongezeka sauti nyingi za waathiriwa zimepata ujasiri wa kuongea na jamii imeanza kutambua kwamba ukimya unalinda ukatili. Hata hivyo bado hatujafika. Bado wanawake na watoto wa kike wananyimwa fursa na wengi wanakosa haki kwa sababu ya hofu, unyanyapaa au mifumo dhaifu. Tuendelee kuelimisha, kulinda na kudai uwajibikaji. Kikao hicho cha kilele kilipata kusikiliza madhila waliopitia wanawake waliodhulumiwa kijinsia ambao sasa wamefanikiwa kuanza upya maisha baada ya kurejea. Sawa. Kwa Kenya, zaidi ya theluthu moja ya wanawake walio na umri wa kati ya miaka kumi na tano hadi arobaini na tisa wamepitia dhuluma au ukatili wa kijinsia duru zinaeleza kuwa kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne, mwanamke mmoja aliuawa kila siku katika mazingira ya ukatili wa kijinsia Visa vingi haviripotiwi kwa hofu unyanyapaa, na pia kukosa imani na vyombo vya sheria. Rosa Teno alipitia ukatili wa kijinsia na kubakwa na mtu anayemjua . Hata hivyo hakupata msaada wowote wakati huo na hakuwa na mtu wa kumuelezea yaliyomsibu. Mimi mmoja wao, nimepitia hiyo dhulma nikiwa umri wa miaka 14 nilipobakwa na mtu ambaye najua, rafiki yangu mtutumishi naye, lakini kuongea ilinishinda Unashinda, utaelezea nani? Maanake mzazi wako ni wale wamezoea mila za nyumbani, ukimweleza atasema maybe ulijipeleka. Nashukuru Mungu, maanake angekuwa ni mtume ambaye ako na virusi vya ukimwi, ningekuwa ningekuwa nimepatwa nayo, ningekuwa napata uja uzito, ningepata nayo. Nilikuja kuongea baadaye juu, unaona ni kama ilishafanyika, ishafanyika. Kuna mtu mwenye atachukulia ni kama uzito. Hata hivyo mwanga wa matumaini umeanza kuonekana. Serikali ya Kenya imepiga hatua katika mapambano dhidi ya jinamizi hilo kwa kuzindua vituo vya kuwapokea waliodhulumiwa, kutenga mahakama maalum za kusikiliza kesi hizo, kuwashirikisha wanaume na kuimarisha sera na sheria za kuwaadhibu wahalifu husika. Taarifa yake mwandishi wa DW Thelma Mwazaya kutoka jijini Nairobi. Dunia yetu leo asubuhi sasa inatua huko Ukraine. Wakazi wa jiji la Kherson kusini mwa Ukraine wanaishi katika hofu kutokana na mashambulizi ya kila mara ya droni za Urusi. Vitisho hivi vimeendelea hata baada ya mji huo kukombolewa mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Kulingana na ripoti ya Umoja wa Mataifa, droni za Urusi zinawalenga raia kimakusudi katika makazi yao, na mashambulio hayo yamesababisha vifo na kuwajeruhi watu wengi. Umoja wa Mataifa umesema huu ni halifu dhidi ya binadamu. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti hii ya uchambuzi. Droni hizo za Urusi hutumia kamera kuendesha mashambulio hayo kwenye sehemu zilizolengwa, kulingana na taarifa zilizopatikana na shirika la habari la AP kutoka kwa kikosi kinachofuatilia matumizi ya zana za kielektroniki. Droni hizo huonekana hasa kuyawinda magari. Hii ni kwa sababu hupaa kwenye maeneo ya barabara na hujibanza kwenye magari ya aina yoyote, iwe ya mizigo au ya abiria. La kusikitisha ni kwamba hushambulia hata magari ambayo yanabainika kuwa ya kubeba wagonjwa. Dimtro Lyanshok, mwenye uzoefu wa miaka kumi na sita katika nyanja za zana za kielektroniki, ndiye kamanda wa kikosi cha mia tatu na kumi kinacholinda eneo la kilomita mia nne sabini ya anga kusini mwa Ukraine. Anafahamisha kuwa angalau droni mia tatu hupaa kuelekea mji huo kila siku. Asilimia tisini na tatu ya droni za Urusi hazifiki kwenye shabaha lengwa na kutimiza jukumu husika. Mwenendo huu unaongezeka kila mwezi. Mwezi uliopita walirusha droni elfu tano na mwezi Oktoba droni ya, but, cifra, kani, mkine, shi, ntilo, mwezi Oktoba elfu tisa mia tatu mwezi Oktoba pekee idadi ya droni elfu tisa zilipaa juu ya mji wa Herson. Mbali na idadi hii ya droni, zana zingine za kivita zinazotumiwa ni pamoja na mabomu na mizinga kikosi hicho kimeweza kuharibu zaidi ya asilimia tisini ya zana hizo, kulingana na ripoti ya ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulikia haki za binadamu. Mashambulizi ya droni ya masafa mafupi ndiyo yamesababisha zaidi vifo na majeraha kwa raia. Mamlaka za mji zinataja kuwa tangu mwezi Julai mwaka elfu mbili ishirini na nne, zaidi ya raia mia mbili wameuawa na zaidi ya watu elfu mbili wamejeruhiwa katika maeneo matatu kusini mwa Ukraine, wengi wa wahanga wakiwa ni wanaume. Zaidi ya makazi elfu tatu yameharibiwa au kubomolewa kabisa. Mmoja kati ya maafisa wa Umoja wa Mataifa Angelina Jolie anaelezea kuwa katika mojawapo ya ziara zao za kushtukiza walikumbwa na hali ya taharuki walipoona droni ikipaa juu yao. Aliwasikitikia wakazi wa eneo hilo ambao huishi katika hofu hii ya kila mara. Katika hospitali ya Helson ambako majeruhi wa mashambulizi ya droni wanapata matibabu, mmoja wa wahanga Natalia Naumova mwenye umri wa miaka sabini alisimulia jinsi alivyoshambuliwa na mmojawapo ya droni wao. shambulia sana kwa mabomu watu hao. Madirisha yote kwenye nyumba yangu yamevunjika, hapa na pale, nyumba zote hazina madirisha na zimebandikwa tu mabodi. Watu wanajitahidi kumudu hali hiyo kuisha. Umoja wa Mataifa inaelezea shambulio hilo na mengine kuwa vitendo vinavyopaswa kuchukuliwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Nam na hapa barani Ulaya na sehemu nyingi duniani, wasiwasi mkubwa umeibuka baada ya kubainika kuwa mfadhili mmoja wa mbegu za kiume kutoka Benki ya kuhifadhi mbegu hizo ya Ulaya ESB nchini Denmark aligunduliwa mwaka 2023 kuwa na mabadiliko adimu ya kijenetiki yanayoweza kuongeza hatari ya saratani ya utotoni. Uchunguzi wa DW na washirika wa vyombo vya habari barani Ulaya unaonyesha kuwa mamia ya watoto wanaweza kuwa wameathiriwa, huku baadhi ya wa wazazi wakisema hawakuwahi kufahamishwa kwa wakati kuhusu hatari hiyo. Ripoti ya waandishi wa DW Brigita Shulke na Naomi Conrad inasomwa studio na Idi Sesanga. Tukio hili lilianza kujulikana hadharani baada ya mama mmoja nchini Ufaransa kupata simu kutoka kliniki aliyotumia mwaka elfu mbili kumi na moja kujipatia huduma za uzazi. Baada ya zaidi ya mwongo mmoja bila mawasiliano, aliambiwa kuwa mbegu alizotumia kumzaa binti yake zilitoka kwa mfadhili aliyebainika kubeba mabadiliko ya kijenetiki ya TP53, jenetiki muhimu katika kudhibiti ukuaji wa saratani. Kwa mujibu wa madaktari, kubeba mabadiliko hayo kunamaanisha uwezekano wa asilimia hamsini wa kurithisha hatari ya kupata aina mbalimbali mbali za saratani katika umri wowote ikiwemo utotoni. Binti yake alipopimwa aligundulika kuwa mrithi wa jenetiki hizo hatari. Kilichotia uchungu zaidi kwa familia hiyo ni kwamba taarifa hiyo ilichelewa kufikishwa kwao kwa karibu miezi kumi na nane hatua ambayo kliniki ilidai ilisababishwa na shida ya kuhamisha mfumo wa kompyuta. Uchunguzi wa DW unaonyesha kuwa mfadhili huyo aliyepewa utambulisho wa nambari saba sifuri sita tisa alitoa mbegu zake kwa zaidi ya miaka kumi na tano na mbegu hizo zikasambazwa katika takriban nchi kumi na nne kutoka Iceland hadi Albania. Kiasi cha watoto waliozaliwa kupitia mchango wake kinakadiriwa kufikia mia moja tisini na saba ingawa huenda idadi hiyo ikawa kubwa zaidi kwa sababu benki ya mbegu za kiume ya Ulaya haijatoa takwimu rasmi. Katika baadhi ya nchi idadi hiyo inazidi hata viwango vya juu vya kisheria vinazoruhusu idadi ya wanawake wanaoweza kutumia mbegu za mfadhili mmoja. Taarifa pia zinaonyesha kuwa baadhi ya watoto waliozaliwa kupitia mfadhili huyo tayari wamegunduliwa kuwa na aina zaidi ya mmoja ya saratani na wengine wametangulia mbele ya haki. Wataalamu wa maumbile ya binadamu wanasema kuchelewa kutambua hatari kunaweza kufanya dalili za saratani kupuuzwa, kwa kuwa ugonjwa huu sio wa kawaida kuonekana katika umri mdogo kwa watu wanaobeba mabadiliko ya tipi tano tatu, uchunguzi wa kiafya wa mara kwa mara unahitajika maisha yote. Benki ya manii ya Ulaya imesema inatii sheria na taratibu zote za matibabu, lakini imethibitisha kuwa katika baadhi ya mataifa idadi ya familia zilizotumia mbegu za mfadhili huyo ilivuka viwango walivyojiwekea wenyewe. Imeilaumu hali hiyo kwa kile ilichokitaja kuwa ripoti hafifu kutoka kliniki, udhaifu wa mifumo ya taarifa pamoja na utalii wa uzazi, yaani wanawake kusafiri nchi nyingine kupata matibabu yanayokatazwa kwenye nchi zao. Naam na mna, ripoti hiyo ilisomwa kwako naye Idi Sesanga. Ndiyo inahitimisha uchambuzi wa ripoti zetu katika dunia yetu leo asubuhi. Sasa sikiliza makala ya wanawake na maendeleo DW. Wanawake na maendeleo Sekta ya udhibiti wa taka inahusisha uchafu wenye uvundo na pia ni hatari ikizingatiwa kuwa taka huwa zimejaa mabaki ya vyakula na vitu vingine vilivyooza, vyuma, nyembe, chupa na kadhalika. Mbali na yote haya, kuna taka pia za plastiki ambazo wengi hudhani kuwa hazina thamani. Hata hivyo, hali ni tofauti kwa Gloria Orimba, mmoja wa waanzilishi wa kikundi cha wakusanyaji taka hapa Kisumu nchini Kenya. Gloria ni afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Clean Kisumu, akiwa mwanamke aliyedhubutu kuwekeza muda na rasilimali katika sekta hii. Karibu kwenye makala ya Wanawake na Maendeleo. Jina langu ni Musa Nahie. Takriban kilomita tatu kutoka katikati mwa Kisumu mjini ni eneo la kukusanya taka, makao makuu ya kampuni ya Clean Kisumu inayopatikana eneo linalofahamika kama ghorofa chafu. Hapa shughuli ni nyingi, na endapo wewe ni mgeni, taswira ya kwanza utadhani eneo hili ni jala taka, ila mambo ni tofauti unapoingia ndani, kuanzia langoni utakutana na mikokoteni ya kusafirisha taka iliyoegeshwa sehemu ya kupimia taka za plastiki, chupa na kadhalika. Katika eneo hili lenye takriban robo ekari, takataka taka hugawanywa kulingana na vitengo. Wapo wanaopasua chupa na kuzisaga, na wengine wanashughulika na takataka taka za plastiki, kabla ya kukusanya taka hizo katika makumi ya tani zinazonunuliwa na kampuni za kutengeneza bidhaa mbalimbali. Kutokana na rasilimali hii, anavyoelezea Gloria Rimba: tunakusanya takataka kutoka majum bani mikahawa, maduka, shule, sehemu zingine za burudani. Kuna wale ambao wanatuletea plastiki, wanatuletea chupa, wanatuletea taka za kuoza zima ziende kule Kasese. Tunatenganisha takataka zilizosalia, tukitofautisha zile za plastiki, zile karatasi, zile chupa na kadhalika. Pesa za wateja wanaochukuliwa takataka kutoka maeneo yao ndiyo chanzo cha mapato yanayotumiwa kuwalipa watu wanaohudumu hapa. Big Gloria anasema malengo ya kuanzishwa kwa kampuni yalichangiwa na ari ya kujikimu kimaisha, lakini yeye na washirika wake hawakutarajia hatua wa hii ingebadilisha maisha ya wengine wengi na baadaye kuwaelekeza katika harakati za kuyalinda na kuyatetea mazingira. Uh, unajua unapomaliza shule kisha katika harakati za kutafuta kazi inaishia kuwa kazi tena nikiwa na wenzangu ndio kuwa nao janani, tukaamua tuanze kukusanya taka na kupewa pesa kidogo na washirika wengine, na tukaendelea kujiimarisha kuhusu harufu. Hii kazi inataka moyo ila tunatumia baadhi ya vifaa kujiweka salama. Makundi kadhaa ya vijana wakiwemo waliobadilisha tabia ya vijana wa kurandana na mitaani na uraibu wa mihadarati, sasa wamepata dira mpya ya kujikwamua kimaisha kutokana na ajira hii inayotokana na kuchakata taka. Okto Jazo Thiambo na Edwin Omundi wanasimulia mabadiliko walioyapata kutokana na uwekezaji huu. Hata hiyo hmm. kazi yange ananisaidia kabisa, imenisaidia haki ya Mungu, hata sahii naona changes ziko mofu mabadiliko kabisa sio, namjua anafanya mambo zake, anakuja anapatia mawaidha lika tu na napima. Tangu niingie kwa hii kazi nafurahia sana alisamatoto mtoto wanaenda shule pia anasikia kama nafurahia uniko nao pamoja. Ni kutokana na juhudi za pamoja, Gloria na kundi lake wamepata ufanisi, wengi wamempongeza kama kielelezo cha kuwa mwanamke aliyevunja vikwazo vya upatikanaji ajira. Mike Wahome, mkurugenzi wa ushirikiano anasema, anajivunia ushirikiano uliopo, akisisitiza kuwa ili kuyaokoa mazingira na kuchangia katika juhudi za kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, kila mmoja anastahili kutekeleza majukumu yake na mafanikio makubwa yanaanzia nyumbani napojadili katika mikutano na makongamano yanayofungamana na mabadiliko ya tabia nchi mazingira, na zaidi ya kumwezesha mwanamke katika jamii haibui tu, ni mambo anayoyatekeleza kila siku. Msikilizaji, ni kwa kauli hii ndipo naomba nikomee hapo. Nimekuwa mwandaaji wa makala hii ya mwanamke na maendeleo kutoka DW. Mimi ni Musa na VE, kwa heri kwa sasa. Hadi hapo msikilizaji, ndio tunakamilisha matangazo ya asubuhi ya idhaa ya Kiswahili ya DW kwa leo. Usikose kusikiliza matangazo ya mchana ifikapo saa saba kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliohusika katika kufanikisha matangazo haya, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri uh,